Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Waheshimiwa wajumbe, na mimi nataka niende kwenye nichaguliwe ni, ni, ni kwenye kacheo fulani nchi hii sawa sawa, na nataka nami nichaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii, na nyie mnataka mchaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii wote tunataka tuchaguliwe. Kwa hali ilivyo, hilo linawezekana? Kama haliwezekani tufanyeje? Wamesema kitu kimoja kitu sahihi hapa, wamesema kitu kimoja sahihi hapa, wanasema hivi,